Mbolezi kwa anwani Tata Raila Odinga imeandikwa nami Nyagemi Nyamwarumabuka. Nitaigani kama itakavyokwenda <tip> na zitambua juhudi za mwana wa nchi yangu kumuliayani bidi wamufahamu wenzangu mwenye sifa maridadi hapana kwao wazungu Tata Raila Odinga lala baba ya Wakenya, kaleta demokrasi kupitia kwa kipigo, katupa uhuru sisi wa kutegua mitego, alilengwa marisasi ya kuangusha mzigo. Tata Raila Odinga, kufa ni pigo kwa Kenya. Kafungiwa miaka tisa na serikali ya Nyayo. Makachero kimtesa utosini hadi wayo. Katujari hadi sasa, migosi Awambo uyo. Tata Raila Odinga lala, mlezi wa Kenya, kaitwa nkingimeka kwa wakwa ke ukarimu tosha. Alipotamuka wengine waliheshimu, kisha wakamugeuka, wala hakutia sumu. Tata Raila Odinga lala, sauti ya Kenya, mwandishi mwanazuo jako, mtu msomi hakuwa na mshauo, maneno neno asemi, na hakuwa na baguo, kutetea kwa ulimi Tata Raila Odinga lala, mwangaza wa Kenya, kwake vito za machozi fisadi murushia akifanya ufichuzi, hoe wakihutubia wenye akili za mbuzi, wengi walimuonea Tata Raila Odinga ni baba ya bana Kenya, bure unga mchukia, hakuwa nacho kinyongo, kura lizo wania, hakupindika mgongo, ombi hatukusikia miwili yote miongo. Tata Raila Odinga, mizani ya Wanakenya, angelainisha mambo, amulo kuchapa kazi, kila kitu sasa kombo, nchi yaliya ya machozi, imelia ya mugambo, Joshua apewe ulezi. Tata Raila Odinga njini ya bana Kenya. Tata Raila Odinga ni mizani ya Wakenya, ni shairi langu nyage minyamwaro mabuka malenga wa Migombani. Nipo nimo, niko Migombani, migomba yazi wakuu maki 1